Shughuli za uopoaji wa mwili ilio ama miili iliyokwama katika bomba la kupitisha maji huko Bamburi zinaendelea. Kulingana na maafisa wa kaunti, shughuli hiyo imekumbwa na changamoto za umeme na barabara ya kuingia katika eneo la tukio. Aidha, maafisa wa kaunti pamoja na wakazi wamekuwa na wakati mgumu kuhakikisha gari la vifaa vimeingia katika eneo la tukio. Walioshuhudia tukio hilo wamedai ni watu wawili ambao wamekwama katika eneo la mkasa, na sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuharakisha shughuli hiyo. na kidogo nikasikia mshindo apige huko ndani, na tangila maji moja juu, so lazima aingie na breathing apparatus. So we have enough breathing apparatus ambazo tumeleta pipi, hizo wako nazo, so tunangoja machine ije Tukamwomba huyu mwenye ba hathsihe ile uh, uh, mashine inaweza ingia uh, tuwe hio sasa. This is the working space. Hizi mabomba za kitambo zingine zilitengenezwa zili wakati wa uh, wa uh, uh, zili wakati wa ukoloni. Inatakikana iwe wa Mombasa uangalio kikamilifu hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya mombasa inakuwa pua.